Diwani wa kata Majengo tayari yeye ameshakuja kujiandikisha na ameshachukua namba yake e. Hey, kilomita 21! E, noma sana <laughs> eh. na naamini kabisa wananchi wa Majengo na kata jirani na wenyewe pia watapata nafasi ya kushiriki uh, Betika Mbeya Tulia Marathon kwa mwaka 2025. Si kitoto shida moja. Mshindi wa kabisa. Salama salama, mambo yanaendaje? Poa kabisa. Unajipangaje kwenye hii Tulia Marathon? Tumejipanga sana kuchukua zawadi kwa sababu E, kwa jinsi ambavyo tumejiandaa na tumejipanga kwa ajili ya kushiriki haya mashindano. Ndio. Hapa ni afe kipa afe beki mm. lazima tuondoke na hela kata thelathini na sita yeah. naona wewe ndio diwani ambaye utaongoza peke yako kukimbia kilomita 21. mm. mimi ndio mimi nitakimbia ishirini na moja mm. nilikuwa na mpango wa kukimbia arobaini na mbili lakini nikaona kutokana, mm. na, na, na, na hali ya hewa na nini nikasema ngoja, mm. nipige ishirini na moja kwanza ili niweze mm. kuchukua zawadi Hamasa yako kwa wananchi wa Mbeya ikoje, kwa upande wako? Mimi naomba wananchi wa Mbeya washiriki Tulia Marathon kwa sababu ndio mbio pekee ambayo tunayo kwenye jiji letu. mm. na kwa sasa hivi ukiangalia ma ma ma magonjwa yasiyoambukiza yamekuwa mengi. yeah. kwa hiyo bila kufanya mazoezi, bila kushiriki hivi vitu vya hapa na vya kupunguza uzito, inaleta yeah. na shida sana kwenye afya awesome. Waombe wananchi ni waombe wana Mbeya tushiriki tuweze kukimbia tuweze kushiriki Tulia Marathon ili tuweze kutunza afya zetu. Sawa, kila laheri na 21. Nashukuru sana asante sana sawa sawa. Ni diwani wa kata Majengo, kilomita 21 za kwake na mipango mingine inaendelea, lakini kikubwa zaidi njo jiandikishe, nafasi bado zipo. Lakini kama uko uh, misele misele, unaweza kupita pale uh, Nasla House of Fashion Mwanjero ukajisajili vizuri. Lakini ukiwa kabwe pale, ni Friendship Stational ukajisajili vizuri. Lakini kama uko upande wa Sai na kuendekea Uyole kule, nenda pale Mbeya pazuri ukaweza kujisajili vizuri kabisa, au sio? Karibu Betika Mbeya Tulia Marathon 2025.